Amen. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku yetu ya pili. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema ambayo Mungu ametupa. Lakini tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema vita ya miungu malangoni unapokaribia kuipata baraka yako. Na jana nilizungumza mambo yafuatayo, nikasema kwamba hii miungu mara nyingi sana huwa ina kawaida ya kusubiri mtu pale anapokaribia kupata baraka yake, ndipo inainua vita. Na nikasema kwa mfano, unashangaa mtu labda umeplani kufungua biashara yako sasa, pale unapokaribia tu kufanikisha lile jambo, ghafla unashangaa vita inainuka. Au umeandika proposal ya kufungua kampuni fulani, au jambo fulani, au tenda fulani, pale inapokaribia tu kupatikana au kufanikisha, ndipo unashangaa vita inainuka au wakati mwingine kuna mtu umekubaliana naye juu ya tenda fulani, ghafla inapokaribia tu kupatikana unashangaa vita inainuka. Ina na nikaeleza sababu kwa nini hii miungu inainua vita malangoni, nikasema kwamba hii miungu yenyewe inataka hawa wanafamilia waendelee kuwa na milango ile ya zamani. Na jana nikakupa mfano nikasema, kwa mfano sisi kwetu, kwenye familia yetu, familia yetu wengi wamezaliwa, wako kama nane kwenye familia yetu, na katika watu nane watu karibu saba, sita, wote ni walimu, kwa hiyo maanake hii miungu ya kifamilia mlango inaotambua kwenye familia yetu ni mlango wa ualimu. Kwa hiyo inapoona mwanafamilia mwingine anainuka kinyume na huo mlango inainua vita. Sasa jambo la pili, jambo la tatu, nikasema kwamba hii miungu ina utambulisho wao, ina utambulisho wa kwao, kwamba familia ya kwetu utambulisho uliopo inafahamu utambulisho wa ualimu. Sasa baba yangu, baada ya kustafu walimu, akajaribu kufanya biashara ya uwekezaji wa kujenga hoteli na fremu baada ya kustafu. Maanake kwenye familia hii, huu mlango wa biashara, miungu haiutambui. Kwa hiyo mzee alipotaka kufungua hoteli na baadhi ya biashara nyingine, miungu ikainua vita. Kwa nini? Kwa sababu hii miungu haitambui huu mlango mpya wa biashara. Inatambua wanafamilia mlango wa ualimu. Kwa hiyo inapotokea mwanafamilia unafunguliwa mlango mpya, miungu inainua vita, kwamba kwa nini wewe unaleta jambo jipya? Sisi hatutambui hili jambo. Mlango unaotambulika kwenye familia ya mzee John Nyagawa ni mlango wa walimu. Sasa wewe unataka kuleta kitu gani hapa? Kwa hiyo hii miungu ina vita na milango mipya, kwa sababu haitaki kuona kwenye familia mlango mpya. Kwa hiyo kwa mfano, kwa mfano familia labda nyingine unakuta ina mlango wa kuto kuolewa au kuto kufunga ndoa. Maanake miungu hiyo inafahamu kwamba hii familia wanatakiwa kuchukuliwa na kuzalia nyumbani. So inapotokea kwamba mwanafamilia mmojawapo anaingia kwenye kufunga ndoa au kubariki, miungu itainua vita. Kwa nini? Kwa nini unaleta mlango mpya? na nilizungumza na kijana mmoja, nilikutana naye kijana mmoja akaniambia, yeye kwenye familia yao wamezaliwa kumi na moja, na kwenye familia yao hakuna mtu hata mmoja alifanikiwa kuvuka kumaliza form four. Sasa akasema yeye akawa ametamani sana angalau avuke amaliza hata form four. Anasema alipofika, uh, alipomaliza darasa la saba akachukuliwa na bibi yake akapelekwa mahali fulani kuishi kwa, kwa babu yake. Babu yake alipokaribia kufa akamvalisha kibangili mkononi akamwambia kwamba hii bangili usije ukaivua yule kijana akaichukua ile bangili sasa, saa mefaulu darasa la saba, anatakiwa kwenda sekondari. Walimu wakamwambia hii bangili haturuhusu shuleni kuvaa bangili, kwa hiyo vua. Yule kijana alipoivua ile bangili akachanganyikiwa, akawa kichaa. Na baada ya kuwa kichaa, maisha yake yaliishia pale. Na baada ya muda ile bangili anasema ikaonekana iko kwa mdogo wake mwingine ambaye alikuwa darasa la tano, na mdogo wake naye alipofika darasa la saba, alipoingia shuleni wakaambia, bwana, hatutaki mwanafunzi avae bangili. Alipovua naye akachanganyikiwa. Kwa hiyo baada ya kuona kitu cha namna hiyo, wanafunzi wote walikataa shule. Kwa hiyo hakuna mtu amevuka. Lakini yule kijana anakwambia nilikuwa na ndoto za kuja kuwa msomi lakini miungu ikanizuia. Sasa andika point yetu ya leo, andika point yetu ya leo, andika. Utajuaje kwamba utajuaje kwamba vita ulionayo inatokana na miungu ya kifamilia? Utajuaje kwamba vita ulionayo inatokana na miungu ya kifamilia utajuaje? Na kabla sijaeleza hii pointi ya pili, nimalizie pointi ya, ya jana ambayo nilisema hii miungu moja ya vita ambayo huwa inainua malangoni huwa ina kawaida ya kushambulia afya, inashambulia afya Vita namba moja hii miungu inayoinua pale malangoni huwa ina kawaida ya kushambulia afya. Nikakueleza namna mzee wangu alivyopata zile hela za kino mgongo, namna miungu ilivyompiga, hela zote zikaishia hospitalini, hakufanya chochote. Kwa hiyo vita ya kwanza hii miungu huwa ina kawaida ya kushambulia afya. Na vita ya pili, na vita ya pili hii miungu huwa inapiga uchumi, ina kawaida ya kupiga uchumi. Na vita ya tatu hii miungu huwa ina kawaida ya kuinua mafarakano. Unashangaa tu ghafla inapoanza kuona umefunguliwa mlango mpya, unashangaa tu mafarakano yanainuka. Kama ni kazini, unashangaa tu ghafla vita imeinuka kubwa sana. Unashangaa aidha wafanyakazi wenzako wamekuchukia au bosi. Kuna saa unatamani hata kuandika barua uache kazi. Sasa wengi wanapoona hii kitu hawajui, kumbe ni miungu imeinua vita. Na miungu huwa ina uwezo wa kuona mlango mpya kabla wewe hujauona. Yani, miungu inaweza ikaona kabisa kwamba huu mwaka huyu mtu anaenda kufunguliwa mlango mpya. Wewe kabla hujaona, miungu inaona, takuonyesha kesho. Miungu inaweza kuona kabisa kwamba mwaka huu ni mwaka wake wa kupandishwa cheo, huu mwaka ni mwaka wake wa kufungua biashara, huu mwaka ni mwaka wake wa kufunga ndoa, huu mwaka ni mwaka wa jambo jipya. Kwa hiyo miungu ina uwezo wa kuona, na ikishaona inakuinulia vita sasa wewe hujui, kumbe miungu imeshaona kwamba huyu mtu kwenye ulimwengu wa roho tumeshaona. Na usije ukasahau, kumbuka, baraka yoyote kabla haijawa ya mwilini, huwa inakuwa ya rohoni. Chochote kinachoonekana mwilini huwa kinakuwa cha rohoni, na hii miungu ni roho zinazoishi katika ulimwengu wa roho. Tunaenda sawa? Kwa hiyo hii miungu ile vita mwilini ni matokeo ya vita rohoni. Tunaenda sawa, watu wa Mungu, eh? Kwa hiyo jambo la tatu, jambo la tatu, hii miungu huwa ina kawaida ya kuinua mafarakano, inakufarakanisha aidha na bosi wako au kwenye biashara. Lakini jambo la nne, hii miungu huwa ina kawaida ya kuachilia roho ya kuonewa, roho ya kuonewa roho ya kudhulumiwa, roho za kuibiwa. Kuna mtu alikuwa ananiambia sema, mtumishi, jana amenipigia simu, sema mtumishi, nimeapply tender moja kubwa sana, lakini ghafla, mtumishi, nimetapeliwa hela nyingi sana na nashangaa sijui kwa nini nimetapeliwa, nimeshangaa kabisa, nimetapeliwa. Na huyu mtu ni msomi kabisa, hasa anajiuliza sema, ninamuuliza mara mbili mbili umewezaje kuingiza hela zote hizo aasema, mtumishi, huyu mtu tulikuwa tunawasiliana vizuri, kumbe ni ni, ni, ni roho ya miungu imeinua watu ili kumtapeli huyu mtu. Asema mtumishi, nimerudi nyuma sana na ninashindwa hata ninawaambiaje. Tena ndugu zangu, ninashindwa hata kumweleza me, mke wangu, namwelezaje? Kwa sababu hii hela tumekopa, na nimemweleza kabisa tunaenda kufanya hiyo kazi alafu leo namwambia nimetapeliwa, watanielewaje? miungu ina kawaida ya kuinua roho ya uonevu na roho za kutapeliwa. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Sasa tuende kwenye pointi yetu ya leo. Andika pointi yetu ya leo: utajuaje kwamba vita ulionayo inatokana na miungu? Andika na alama ya swali na wewe ambao unatufuatilia kwenye mtandao, nikualike na nikukaribishe kwenye somo letu hili zuri linalosema vita ya miungu malangoni unapokaribia kuipata baraka yako. Kwa hiyo tuungane pamoja na mwalike pia na jirani yako, na usitoke kwenye somo hili, na siku ya Alhamisi na Ijumaa tutakuwa na maombi kwa ajili ya kushughulikia hii miungu. Kwa hiyo ninakualika sana uh, mtazamaji wa um, kupitia mtandao. Kwa hiyo utajuaje? Kwa sababu ishu ya msingi hapa utajuaje kwamba vita ulionayo. Na nikakueleza jana nikasema wengi tunapita kwenye vita lakini hatujajua vita hii ni ya miungu. Kwa mfano mmoja, mimi wakati ninaoa, wakati ninaoa mwaka elfu mbili na kumi na tano ndio nilibahatika kuoa. Sasa wakati ninaoa, nikawaeleza ndugu zangu kwa habari ya hilo jambo la baraka la kuoa. Ndugu zangu wakanikubalia, wakasema ni jambo jema lakini huwezi kuamini, saa imefika, kila mtu alinikimbia, kila mtu alikaa pembeni, kila mtu alinichukia, na kila mtu aliingia mitini. Nikawachukia sana ndugu zangu, nikawakasirikia sana ndugu zangu. Lakini baadaye, baada ya ile harusi kupita, Mungu akaniinulia watu Mungu akafanya njia nyingine. Baada ya lile jambo kuisha ndipo Mungu akaanza kunisemesha kwa, bado siwachukia ndugu zako, na nikawa nimegoma kabisa kwenda kwao, lakini Mungu akaniambia, no, usiwachukie. Hawa ni kama vile Yusufu vile, ndugu zake walivyomtupa na kumuuza Yusufu. Aliwachukia ndugu zake, lakini mwishowe akasema hivi, ndugu zake sio nyinyi ila ni Mungu aliwatumia, ni shetani aliwatumia. Kwa hiyo Mungu akanisemesha akaniambia, usiwachukie ndugu zako kwa sababu hawa sio wao, ila ni miungu imewatumia. Kwa hiyo kuna saa, nisikilize vizuri sasa, kuna saa miungu ya kifamilia inaweza kuwatumia watu wa karibu, inaweza kuwatumia hata ndugu kupiga vita inaweza kutumia ndugu zako wa karibu kabisa kukugeukia. Sasa usipokuwa na macho ya rohoni, unaweza kuanza kuwalaumu ndugu, kwani hawa jamaa wananichukia, hawa jamaa wananichukia. Na wakati nakuja njiani, nilikuwa naongea na mtu mmoja akaniambia jambo la ajabu sana, akaniambia yeye anafanya kazi hapa Dodoma, amehamia na kama miezi kadhaa. Akaniambia ndugu zake wengi wako hapa, ambao wamewasomesha, amewainua kimaisha na wamefanikiwa, lakini anasema hivi huwa hawaongee naye hawana ma, hawana mazungumzo naye kwa nini? Anasema hawa ndugu baada ya huyu mtu kuinuka wamekuwa miiba kwao, wanampiga vita. Kumbuka ndo amewasomesha, kumbuka ndo amewasaidia kimaisha, amewatoa vijijini, lakini wao leo wanampiga vita. Kwa nini, kwa nini wanampiga vita huyu? Kwa sababu huyu ndio amefanyika lango la kuwainua wanafamilia. Kwa hiyo miungu imegeuza, imetumia vita kuwatumia wanandugu kumpiga vita, kwa sababu huyu amefanyika lango la kuinua familia. Kwa hiyo kuna watu mko hapa, mnapigwa vita, mnachukiwa na ndugu, usiwatazame hao ndugu, ni miungu imeinua vita ili kukuchukia kwa sababu mmoja ya vitu ambavyo miungu inatumia inaweza ikainua wanafamilia kabisa. Wakati mwingine inainua watu uliowasaidia, watu ambao uliwashika mkono ukawainua, hao hao ndio leo wanageuka kuwa mwiba. Kwa nini? Kwa sababu miungu ina kawaida ya kuwatumia watu wa karibu, ya kutumia ndugu wa karibu, ya kutumia marafiki au watu wanaokuzunguka kuinua vita. Kwa hiyo lazima uwe makini sana. Utajiwaje sasa kwamba hii vita ulionayo ni vita ya miungu? Jambo la kwanza andika. Jambo la kwanza andika. Andika ni uwepo wa matatizo. Ni uwepo wa matatizo yanayojirudia rudia kwenye maisha yako. Ni uwepo wa matatizo ya kufanana. Ni uwepo wa matatizo ya kufanana yanayojirudia rudia kwenye maisha yako. Ni uwepo wa matatizo ya kufanana yanayojirudiarudia kwenye maisha yako. Ni uwepo wa matatizo ya kufanana yanayojirudiarudia kwenye maisha yako. Mfano, mfano mmojawapo, mwezi wa, mwezi wa pili nilikuwa pale Rombo nilikuwa pale Rombo nilibahatika kukutana na familia moja, wakanieleza kitu cha ajabu sana. Wakasema kwenye familia ya kwao, kwenye familia ya kwao, unapofikisha miaka hamsini na tano unapata shida ya miguu, na ukishapata shida ya miguu kupitia hiyo miguu utafilisika kwa hiyo wakaanza kunieleza wakaanza kunieleza wakasema hivi huyo mzee akaanza kunieleza akasema kaka yake alipofikisha miaka hamsini alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana anaenda Kenya anaenda wapi anapeleka mizigo ni mtajiri mkubwa lakini akasema ghafla baada ya miaka hamsini na tano huyu ndugu alipata shida ya miguu na alipopata shida ya miguu magari yake naye akaanza kuharibika, kila kitu kilianza kuharibika, na mpaka anapokwambia yule ndugu, mpaka anaenda kabrini alikuwa hana tamia. Maana yake ni nini? Akasema lakini pia dada yake na yeye alipofikisha umri huo akapata shida ya miguu. Alipopata shida ya miguu, anasema na yeye nyumba zake zilianza kuungua moto. Alikuwa na nyumba pale Moshi mjini. Anasema ghafla zikaungua moto kwa pamoja, na anasema alikuwa na kampuni yake ya utalii na yeye kapata shida. Yaani, shida ilianza kwenye miguu. Kwenye miguu ikishaanza, basi na vitu vinaanza kupigwa. Akaeleza akasema, mdogo wake naye alikuwa ameenda huko, alikuwa anasoma huko, nafikiri ni, ni, ni, ni, ni, ni nchi gani? Aliniambia alisema, aliyekuwa nasoma Japani alikuwa anasoma Japani kozi moja ya, ya, mambo ya, ya mambo ya oil and gas. Anasema akiwa huko akawa amekuja Tanzania kwa ajili ya kuanza kazi. Anasema na yeye amefanya kazi baada ya ule umri wa miaka hamsini na tano. Anasema na yeye akapata shida ya miguu. Alipopata shida ya miguu, kila kitu kikaharibika. Alikuwa ameoa mzungu, asema na mke akaondoka, kila kitu kikaharibika na akanieleza akasema, mtumishi yani, ukifika ule umri na ule mwezi lazima ili tatizo litokee. Kwa hiyo maana yake ninasema mtumishi, tunashangaa kwa nini tatizo hili linapotokea linaenda mpaka kwenye uchumi, yani likitokea tatizo la hiyo shida ya miguu, anasema mpaka gari mpaka uchumi mpaka vitu vinafunisika. Akanieleza akasema hata mimi leo hii unavyoniona nina umri wa huyo miaka hamsini na tano anasema tangu hii miguu imeanza anasema mtumishi, nilikuwa nina bodaboda pikipiki zangu zote zimeibiwa, na haitoshi, anasema baada ya hapo tena mtumishi, nimesikia kule nilikuwa na kiwanja kule Dar es Salaam, anasema nimesikia hicho kiwanja nyenye nimetapeliwa, haijakaa sawa. Anasema kijana wangu wa kwanza alikuwa anasimamia kampuni fulani, anasema ameuza. Sasa ninashangaa kwa nini tatizo linaanza kwenye miguu alafu, baada ya hilo tatizo linaenda kwenye mali. Maana yake matatizo yanayofanana ya kujirudia rudia kwenye familia. Kwa hiyo ukishaona vitu vya namna hii, maana yake ujue kwamba hiyo tatizo linasababishwa na miungu, tatizo la kufanana linalojirudia rudia kwenye familia. Ukishaona jambo la namna hii ujue, hiyo ni vita ya miungu. Lakini jambo la pili, jambo la pili, jambo la pili ni uwepo wa mafarakano kwenye familia, ni uwepo wa mafarakano. Ukishaona hii familia ina mafarakano sana, jambo dogo, familia, baba mdogo na huyu na yule na yule, hawaongei Halafu ukishaona ule ugomvi unaondoka unatoka mahali unaenda pa kwa watoto. Ukishaona changamoto ya namna hii maana yake hii ni vita ya miungu inalenga kuwagawa. Kwa sababu kwa sababu kwa sababu mzee mmoja kule kule Rombo nilikutana hizi kesi mbili. Huyu mzee akaniambia kitu cha ajabu. Akasema shemeji yake alifariki, alikuwa na eneo kubwa sana kule maeneo ya TPC. TPC kule kiwanda cha, cha sukari. Akasema baada ya kufariki wa, wa, wa, ndugu zake wengine wote walikuwa huko nje nje, walikuwa naishi nje, lakini ananiambia, anasema baada ya huyu mzee akiwa hai, alikuwa anaishi na mdogo wake na mke wake ndo alikuwa anaishi naye pale. Kwa hiyo yeye ndo akawa msimamizi wa vitu vyote pale. Kwa hiyo ndugu zake walipokuja kutoka huko nje kuja, baada ya msiba wa yule baba, mke wake anasema akawaambia, sasa jamani, tuweke utaratibu namna ya kugawana mali, maana alikuwa na mashamba mengi sana, na moja ya shamba lake kubwa lilikuwa linatakiwa hawa watu wa TPC kiwanda cha sukari, walikuwa wanataka lile shamba kubwa sana anaweka kama ishirini sasa. Wakasema tuliuza ili shamba tuwauzie. Yule mama akasimama akasema, hivi yani kwenye mali za huyu baba yangu hamgusi hata hatua moja, na nyumba zote alikuwa na guest house, akasema hamgusi hata chumba kimoja. Wakaambia sasa hizi mali ni za baba, inakuwaje unazing'ang'ania? Akasema nasema hamgusi. Ikabidi ile familia waende kwa mchungaji wakazungumza kwa mchungaji, yule mama akasema anasema hakitoki hata kitu. Yule mama akapeleka ile kesi kwa mkuu wa jimbo, mkuu wa jimbo akazungumza, akasema nimesema hakitoki kile kitu. Ikaenda ile kesi mpaka diocese, lakini yule mama akaeka na msimamo, ikaenda mahakamani. Walipoenda mahakamani sasa, mahakama ikasema hii kesi ni kesi ya kifamilia, mwone namna ya kukaa na kuzungumza. Yule mama akasema anasema hivi mali za baba yangu, mimi ndo nimemuuguza baba yangu, nyinyi mlikuwa mko huko, kwa hiyo hamgusi hata kijiko, hamgusi hata kijiko. Sasa tulipoenda pale tukiwa tumekaa pale kwenye semina, yule mzee akasema, akamuita yule mama pale, akamuita yule mama pale akasema, jamani, labda huenda hawa watumishi. Tulikuwa tunafundisha somo linalohusiana na matatizo yanayohusiana na ardhi, matatizo yanayohusiana na ardhi. Hilo somo tulikuwa tunafundisha sasa. Aliposikia hili somo, ikabidi aende akamwite mchungaji, mchungaji akamuita akamwita yule mama pale, ili asikilize le somo amefuzulia lile somo siku ya Jumamosi. Akaambia sasa mama, umelisikia hili somo, matatizo yanayohusiana na ardhi. Kwa hiyo tunaomba sasa, angalau usikubali hii familia yote, ndugu zako, kaka zako, dada zako, yaani wewe mali zote uchukue, wagawie hata ndugu zako yule mama akasema hivi, akawasikiliza. Mchungaji akasoma neno pale, alafu na sisi tukahubiri lile neno pale, yule mama akatusikiliza. Tulipomaliza akasema mmemaliza? Hey, akasema sikilizeni, mimi. Yule mama akasema mimi